Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Urusi imetoa wito mzito kwa Marekani na Iran kurejea kwenye meza ya mazungumzo ya kidiplomasia, huku ikitoa onyo kali dhidi ya matumizi ya nguvu za kijeshi, katika kipindi ambacho mvutano kati ya Washington na Tehran unaendelea kuongezeka na kuzua hofu ya mzozo mpana wa kikanda. Kauli hiyo imetolewa na serikali ya Urusi kupitia msemaji wa Kremlin, ikisisitiza kuwa bado kuna nafasi ya diplomasia na kwamba njia za mazungumzo hazijachoka la kufungwa licha ya kauli kali na vitisho vinavyoendelea kutolewa na pande zinazohusika. Urusi imeeleza wazi kuwa matumizi ya nguvu dhidi ya Iran yanaweza kusababisha athari kubwa zisizotabirika, si tu kwa Mashariki ya Kati, bali pia kwa usalama wa dunia kwa ujumla, ikionya kuwa vita katika eneo hilo vina uwezo wa kuenea kwa kasi na kuhusisha mataifa mengine yenye nguvu za kijeshi. Kauli ya Moscow imekuja wakati ambapo Marekani chini ya Rais Donald Trump imekuwa ikiongeza shinikizo kwa Iran, ikiwemo vitisho vya hatua kali za kijeshi endapo mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran hayataleta matokeo yanayoridhisha kwa upande wa Washington na washirika wake. Kwa mujibu wa Urusi, hatua kama hizo zinaweza kuvuruga kabisa juhudi za kimataifa za kudhibiti hali ya usalama Mashariki ya Kati, eneo ambalo tayari lina historia ndefu ya migogoro, vita vya wenyewe kwa wenyewe na mvutano wa kisiasa unaohusisha mataifa makubwa na madogo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema msimamo wa Urusi unaakisi masilahi yake ya kimkakati katika eneo hilo ikiwa ni pamoja na uhusiano wake wa karibu na Iran, lakini pia ni juhudi za kujionyesha kama muhimili wa diplomasia na mpatanishi katika migogoro mikubwa ya kimataifa. Aidha, Urusi imeonya kuwa mashambulizi yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran yanaweza kuhatarisha usalama wa njia muhimu za usafirishaji wa mafuta, hatua ambayo inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya nishati na kuathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Ilan, kwa upande wa Iran, viongozi wake wameendelea kusisitiza kuwa hawataingiwa na hofu ya vitisho vya kijeshi, wakieleza kuwa taifa hilo lina uwezo wa kujilinda na kujibu vikali endapo litashambuliwa, huku wakiitumu Marekani kwa kuchochea mvutano badala ya kutafuta suluhu ya kudumu. Hali hii inaongeza picha ya kile wachambuzi wanakiita vita baridi mpya Mashariki ya Kati, ambapo mataifa makubwa yanapimana nguvu kwa kauli vitisho na uwepo wa kijeshi bila kufikia mapambano ya moja kwa moja, lakini yakiongeza hatari ya makosa ya kimahesabu. Jumuiya ya, ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu mvutano huu, huku baadhi ya mataifa yakitoa wito wa tahadhari na kusisitiza umuhimu wa diplomasia, yakisisitiza kuwa hatua moja isiyo sahihi inaweza kusababisha mzozo mkubwa usiodhibitika. Kwa sasa bado haijulikani iwapo wito wa Urusi utasikilizwa na pande zinazohusika, lakini hatima ya mvutano kati ya Marekani na Iran itaendelea kuwa kipimo muhimu cha mwelekeo wa usalama Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Hiyo ndiyo hali ya kauli ya Urusi inayosisitiza mazungumzo na kuonya dhidi ya matumizi ya nguvu katika wakati ambao dunia inaendelea kushuhudia ongezeko la migogoro, maonyo ya kisiasa na hofu mpya ya vita vya kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.